Bwana Yesu asifiwe. Tafakari ya leo inakuja moja kwa moja juu ya watu ambao wanahitajika katika kizazi hiki. Tagundua ya kwamba katika dunia hii tunayoishi ulimwengu umeghafirika, ulimwengu umeharibika, kwa sababu ya mambo yanayoendelea ndani yake. Na ndiyo maana Mungu aliwatumia watu, aliwatumia manabii, aliwatumia mitume kwenda kuionya dunia ambayo ilitokea kumwasi Mungu. Tangu Mungu amekuwa akiwaita watumishi wake kwenda maeneo mbalimbali kwa mbali ajili ya kuionya dunia kwa habari ya dhambi. Na ndiyo maana Isaya sura ya hamsini na nane fungu la kwanza anasema, piga kelele usiache, pazwa sauti ya kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Kila wakati katika historia ya dunia hii Mungu amekuwa akiwatumia watoto wake, amekuwa akituma watu wake kwenda mahali mahali, ili ya kwamba ulimwengu weze kuonywa kwa habari ya dhambi. Angalia leo maovu yanavyoendelea, habari ya ushoga, habari ya ulevi habari ya uzinzi habari ya machafuko habari ya ukatili, kila aina ya dhambi ndiyo imekuwa maisha ya watu leo, na hata wengine wakifanya juu chini kutetea maovu ambayo yanakuwa yakionekana. Na hivyo Mungu anatafuta watu ambao watasimama imara katika kizazi ambacho hakina uadilifu, ili Mungu aletwe ndani yao, ili Mungu arudishiwe heshima dhidi ya watu ambao wanaendelea katika dhambi kama ilivyokuwa katika Sodoma na Gomora, kama ilivyokuwa katika kipindi cha Nuhu. Mungu amekuwa wa akiwaita watu wake kuionya dunia kwa habari ya dhambi, japo kuna gharama. Katika Timotheo wa pili sura ya tatu fungu la 12 anaandika, anasema na mna wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa wale wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Na hivyo Mungu wetu anaita watu katika wakati huu na watu kama hawa wanahitajika, kama ambavyo manabii na mitume waliitwa kwenda kuionya dunia kwa habari ya dhambi. Akina Yona, Amosi, Hosea, Isaya, Ezekieli, Yeremia waliitwa waliitwa kuionya dunia kwa habari ya dhambi na wengine wengi: Ezekieli, Sefania, Habakuki, Elia wote hao waliitwa kuionya dunia kwa habari ya dhambi. Sasa mjumbe wa Mungu anazungumza nini katika wakati huu kadri tunavyoelekea mwisho wa wakati, dhambi zinapozidi kutanda kila mahali, kila kukicha, watu wakiendelea kuona dhambi kama jambo la kawaida, na hata sauti ya Mungu inapoita, wengi udhiaki, wengi upuuza, wakiendelea katika uovu. Mungu anasema nini? Watumishi wa Kristo hawakupaswa kuandaa hotuba yoyote iliyopangwa ya kutoa watakapofikishwa mahakamani. Maandalizi yao yalipaswa kufanywa siku kwa siku katika kutunza kweli za thamani za neno la Mungu na kupitia maombi kuimarisha imani yao wakati ambapo wangalifikishwa katika kesi. Roho Mtakatifu angeleta katika kumbukumbu kumbu zao ukweli ule hasa ambao ungehitajika kwa wakati huo. Tumeenda vizazi vyote ukurasa wa mia tatu hamsini na tano, maneno hayo yanaandikwa. Na hivyo Mungu anawatafuta watu watakaokwenda kila jamii kila dunia kila sehemu kuipeleka habari njema ya ufalme kuionya dunia kwa habari ya dhambi kuelekea marejeo ya Kristo mara ya pili. Sikiliza, kwa nini tunakwenda? Kwa nini wanatafutwa watu wa kwenda kuipeleka habari, ujumbe wa onyo kwa ulimwengu? Kwa nini hatupaswi kuunganika na watu wa ulimwengu katika mambo yao ya ufedhuli? Tusihalalishe dhambi kwa namna yoyote kwa maneno yetu au kwa matendo yetu au kwa kukaa kimya kwetu, au kwa kuhudhuria mahali pa dhambi. Popote tuenda, hapo lazima twende na Yesu, lazima tuwe mashahidi wa Yesu popote. Katika mikusanyiko yote inayotakaswa na neema ya Yesu, lazima iwe ya kuongoa roho, watu wote <coughs> watu wote, kuwa dini yetu si dini ya udhalimu bali ni ya kweli iliyojaa utu wema na baraka, hata watu watuone kuwa tunataka hata wao washiriki baraka hizo. Wote waliomwamini Kristo wawe wahudumu wa mambo mema kwa wengine sawa, kama yeye alivyokuwa mhudumu kwa watu diekaa Yesu 152 wa na ile paragrafu ya tatu na hivyo Unaitwa, ninaitwa, tunaitwa kwenda katika dunia, kwenda katika jamii, vizazi ambavyo vina mwasi Mungu kwa kuitanguliza dhambi mbele. Mimi na wewe tunaitwa leo, ninaitwa, wewe unaitwa, na watu wa namna hiyo wanaitwa kusimama bila kujali nini kitakachotokea dhidi yao. Kumbuka neno la Mungu limekwisha sema, natazama, nipo pamoja nao hata ukamilifu wa dahari, na tazama, nipo pamoja nanyi. Hiyo ni ahadi ya Mungu ya kwamba hata kama utakabiliwa na changamoto, Mungu ameahidi kuweka ulinzi. Na hivyo wanatafutwa watu katika dunia hii inayoharibika, ili waende kwa ajili ya kuionya dunia kwa habari ya dhambi. Katika kazi ya matengenezo inayotakiwa kufanyika leo, kuna hitaji la watu ambao kama Ezra na Nehemia hawatapunguza ukubwa au kupuuzia dhambi wala kuwa na haya katika kuithibitisha kudhibitisha heshima ya Mungu. Wale ambao juu yao unakaa mzigo wa kazi hii hawatakaa kimya kosa linapotendeka, wala kufunika uovu kwa vazi la upendo wa uongo. Watakumbuka kuwa Mungu hana upendeleo, na kwamba ukali kwa wachache unaweza kuwa ni msamaha kwa wengi. Watakumbuka pia kuwa katika yeye anayekemea uovu roho ya Kristo inapaswa kudhihirisha daima. Prophets and Kings, manabii na wafalme, ukurasa wa, wa mia sita sabini na tano. Maneno hayo yanaandikwa. Kama ambavyo kipindi cha kina Ezra na Nehemia walisimama kwa zamu yao, Mungu anawaita watu wa jinsi hiyo kusimama katika dunia hii kuionya dunia kwa habari ya dhambi, maadili machafu, uadilifu mchafu, uovu unaosheheni kila mahali, hata watu wanaotajwa kwa jina la dini wakiendelea katika dhambi na kujifungamanisha na mabaraza na, ma, na mambo ambayo Mungu amekataza watu wake kufungamana na. Hivyo katika habari hii hakuna maridhiano, hakuna yeyote ambaye anapaswa kufanya compromise ya kukubaliana na kila aina ya uchafu ulio kinyume na mapenzi ya Mungu. Na hivyo wanatafutwa watu watakao kwenda mwisho. Anasema jumbe wa Mungu anaandika, anasema pambano kuu, kurasa mia mbili themanini na nne na ile paragrafu ya pili, anasema wakati huu, kama ilivyokuwa nyakati za zamani, kubiri ukweli kutachochea upinzani wengi wakiwa na kijicho watashambulia tabia na nia za wale wanaosimama kutetea ukweli usiopendwa. Eliya aliambiwa kuwa ni mtaabishaji wa Israeli, Yeremia aliitwa msariti, na Paulo mwenye kulinajisi hekalu. Tangu siku zile hadi sasa wale ambao ni waaminifu We, we, ni waaminifu uamini kwenye ukweli wamekuwa wakisutumiwa kuwa ni wachochezi, waasi na wenye kuleta mafarakano. Pambano Kuu 284 paragrafu ya pili. Na hivyo utakumbuka ya kwamba Mungu anawaita watu, Mungu anawaita watu ambao watasimama katika dunia iliyokosa uadilifu watasimama katika dunia ambayo inakumbatia dhambi. Uzinzi unakumbatiwa, ushirikina unakumbatiwa, uasherati unakumbatiwa, masengenyo yanakumbatiwa, kila aina ya uchafu watu wakikumbatia, hata wakati mwingine, kwa sababu ya watu kuwa na vipato kuwa na mali, wakitumia mali zao kuto kumheshimu Mungu. Na hivyo Mungu anatuita, Mungu anakuita wewe mpendwa mahali hapo ulipo, katika ofisi yako, katika sehemu yako ya kazi, hapo nyumbani kwako, kila unapopita, Mungu anakuita kama shahidi mwaminifu, ambaye utasimama kurudisha heshima mahali ambapo Mungu haheshimiwi. Na kazi hiyo Mungu ameweka kwangu na kwako, kama alivyoweka kwa manabii na mitume, ndivyo alivyoweka kwangu na kwako kila mmoja kusimama kwa zamu yake akilipeleka neno la kweli katika vizazi vinavyomwasi Mungu, katika vizazi vinavyomtukana Mungu. Angalia leo watu wanavyovaa ovyo, hata wale wanaoitwa wenye dini wanavaa uchi, wakipambwa mapambo ya anasa, mapambo ya, ya kikahaba. Na hivyo Mungu anatafuta watu watakaosimama kwa ajili ya hayo. Heshima ya Mungu itarejeshwa na wale tu wanaomheshimu Mungu. Je, uko tayari? Uko tayari kusimama kwa zamu yako? Tambua, Mungu amewekeza kwako, Mungu amewekeza kwangu, Mungu amewekeza kwetu, kila mmoja kusimama kama mlinzi wa kuta za Sayuni, kila mtu kwa ajili ya kurudisha heshima mahali ambapo Mungu haheshimiwi na anayefanya kazi hiyo ni mimi na wewe. Usione haya Injili, maana ni uweza uletao wokovu. Na hivyo Mungu anakuita, Mungu anatuita kwa ajili ya kutimiza agizo la utume ambao umejengwa katika ujumbe wa malaika watatu wa Ufunuo sura ya kumi na nne fungu la sita hadi la kumi na mbili. Mimi na wewe tunaitwa kwenda kwa ulimwengu kupeleka habari njema za matumaini, ujumbe wa onyo, ujumbe wa saa ya hukumu. Watu wa mwabudu Mungu katika maisha yao, wanavyokula wanavyovaa, wanavyokunywa, wanavyotenda, wanavyoenenda, vyote iwe ni sehemu ya kuandaa marejeo ya Kristo. Na hivyo unaitwa, linaitwa tujiandae kwa kile kinachojea ulimwengu. Mungu akubariki unapopata tafakari hii, Bwana akuandae kuwa sujaa katika usujaa kwenye dunia iliyoharibika. Bwana awe pamoja nawe. Hakika anatafutwa mtu na huyo mtu si mwingine, ni mimi na wewe, sisi wote, kwa ajili ya jina la Bwana. Johnny Hass Jerome hawakumwaibisha Mungu Takumbuka John Hasi akiwa amewekwa pale kwenye nguzo, aliambiwa, sasa ndiyo wakati wa kukana maneno uliokuwa nawahubiria watu. Waambie ya kwamba uliokuwa unasema ni uongo na si kweli. John Hasi aliitika kwa kusema, yote niliyoyasema ilikuwa ni kwa ajili ya wokovu wa watu hawa na wokovu kwa ajili ya roho yangu, na hivyo kushuhudia ukweli wa Mungu kwa watu ni bora kuliko maisha kuliko kuishi. Mwisho, John Hasi akamaliza kwa kusema mikononi mwako, e Yesu, naiweka roho yangu, na hapo ndipo aliunguzwa hadi kuwa majivu kwa ajili ya Kristo. Historia itajirudia, na hivyo wanatafutwa mashujaa katika ushujaa watakaosimama imara, wakiongozwa na Mungu kila hatua, ili kuleta heshima mahali ambapo Mungu haheshimiwi. John Huss alimaliza mwendo salama, mbali na kuchomwa moto kwa majivu, Mungu alipokea ushindi kupitia kwa mtumishi wake. Ndivyo historia inakwenda kujirudia. Jiweke tayari kuonana na Mungu wako, jiweke tayari kuonana na Kristo Yesu. Anakuja hivi karibuni, hivyo jihusishe. Mungu akubariki.